Mnamo Machi tarehe sita Margaret Nduta alihukumiwa kifo katika mahakama ya wananchi katika jiji la Ho Chi Minh baada ya kupatikana na hatia ya kusafirisha zaidi ya kilo mbili za kokeni. Walakini familia yake inadai kuwa walifahamu tu kuhusu kukamatwa kwake na hukumu hiyo ya kifo kupitia mtandao mnamo Machi tarehe nane. Ni hali ambayo imebua hisia kutoka kwa familia na wakenya ambao wameiomba serikali kuingilia kati. Kulingana na katibu mkuu wa masuala ya kigeni Korir Sing'oei, ambaye alizungumza kwenye mtandao wa X, alisema kesi ya Nduta ni ngumu, lakini serikali inafanya kila iwezalo kupata afueni kwa Nduta. Kwa upande wake, mamake Nduta, Purity Wangare, anaiomba serikali kumrejesha bintie kutumikia kifungo chake humo nchini, kwa madai kuwa Nduta hakuwa na habari kuhusu dawa hizo kwani zilipatikana kwenye mzigo aliopewa. Kesi hiyo imeibua hisia kote nchini, huku viongozi mbalimbali na wanaharakati wakitaka uingiliaji kati wa haraka wa kidiplomasia na haja ya Kenya kuimarisha uhusiano wake wa kidiplomasia na mataifa mengine, wakitaja changamoto kama vile ukosefu wa ubalozi wa Kenya nchini Vietnam, miongoni mwa changamoto nyingine zinazoweza kuwalinda raia wake wanapokabiliwa na masaibu ya kisheria nje ya nchi. Robi Chacha, K24.